Ya habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Nikukaribishe katika sehemu ya mwendelezo wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Bila shaka, pamekuwa na harakati nyingi, zimekuwa zikiendelea duniani. Lakini leo nataka tuendelea kuangalia uh, au tuangazie sehemu ya kile kinachoendelea katika siasa ya Mashariki ya Kati na hususa katika mgogoro baina ya nchi ya Israel na kundi la Hamas katika eneo la Gaza takriban uh, zimepita siku kama kumi na sita kama siku kumi na tano maanake tarehe nne ya mwezi wa tano baraza la usalama la nchi ya Israel Israel Security Council walipitisha azimio la kufanya operation ndani ya Gaza inayojulikana kama Gideon Chariots ambapo utekelezaji wake hasa ulianza kwenye tarehe kumi na saba ya mwezi huu hasa, wa tano. Operesheni ambayo lengo lake kubwa hasa inaonekana mwisho wa siku ni kufikia katika kilele cha kuwaondoa raia wa Gaza kutoka katika eneo la Gaza, raia wa Kipalestina wanaoishi katika eneo la Gaza. Kwa hivyo ni operesheni ambayo inahusisha mashambulizi ya anga ambayo yamekuwa yakifanyika katika maeneo mengi kama ya Nusairat Refugee Camp ambayo uh, inapatikana katika mji wa Dar el Balah, lakini vilevile vile, uh, raia wamekuwa wakitakiwa watoke katika maeneo wa ya kaskazini kama ilivyokuwa awali, watoke katika miji ya Northern Gaza, miji ya Gaza City uh, washuke chini ya Nesarim corridor. Uh, kuelekea katika miji kama ya Dar el Balah, kuelekea katika miji kama ya Khan Yunis, kuelekea katika miji kama Rafa. Lakini hii miji yote maana yake imekatwa na kipande cha eneo ambalo linajulikana kama Almawasi. Ni eneo ambalo actually lina rutuba, ni eneo ambalo linapatikana katika upande wa pwani ya bahari Mediterranean na ndio eneo ambalo inaonekana watu wengi wamekuwa wakitakiwa waende katika maeneo haya pamoja na kwamba Israel imekuwa akifanya mashambulizi pia katika maeneo haya ambayo inaonekana kwamba ni safe zone. Ni maeneo ambayo inawezekana hapa kuna kuna usalama. Operation hii ni operation ambayo uh, imechagizwa zaidi na watu kama kina Bezalel Smotrich uh, yule ambaye ni waziri wa, wa, wa fedha ndani ya nchi ya Israel ambaye ni katika wale washirika uh, wa karibu wa Benjamin Netanyahu wenye misimamo mikali. Maana yake Bezalel Smotrich rafiki yake mkubwa ni yule Itamar Ben Gavir ambaye alikuwa ni waziri mambo ya ndani uh, wa Israel kabla ya kujitoa na kisha baadaye kurudi tena katika, katika muungano wa serikali ya, ya ya, Benjamin Netanyahu. Sasa tunataka tuiangalie zaidi operesheni hii kwa sababu kwanza, ni operesheni ambayo, uh, inaonekana kwamba ina lengo la kufikia katika kilele cha kile ambacho walikuwa wanakifanya kwa muda mrefu Israel, kwa sababu lengo lao linaonekana moja kwa moja hasa ilikuwa ni kuwatoa Wapalestina na kisha ile eneo ikiwezekana waweze kulidhibiti, kwa kuzingatia pia eneo la Gaza ni na utajiri mkubwa sana wa gesi uh, katika upande wa, wa pwani zake, lakini vilevile operesheni hii imekutana kidogo na aina fulani ya upinzani kutoka katika nchi za Magharibi, nchi kama za Canada, nchi kama ya Uingereza na nchi kama ya Ufaransa, ambao walitoa joint statement, walitoa statement ya pamoja ya uh, kulani kile kinachoendelea ndani ya Israeli, kwa kuzingatia kwamba zaidi ya wiki kadhaa pamekuwa kuna, kuna zuio kubwa la chakula, madawa chochote kisiweze kuingia ndani ndani ya, ya, ya Gaza. Uh, ikionekana hiyo ni sehemu ya kuweka pressure zaidi ili waweze kupatikana waweze kupatikana hostages zuo hilo maanake ni zuo ambalo linaonekana halikuwa limezingatia utaratibu wa Umoja wa Mataifa kwenye migogoro baina ya makundi uh, maanake kufikia katika hatua kutumia chakula kama silaha ni jambo ambalo actually huwa halikubaliki lakini Benjamin Netanyahu siku ya Jumapili ametangaza kwamba ataruhusu chakula kidogo kiweze kuingia, na takriban siku ya Jumatatu inaonekana kwamba kuna gari ziliingia, ambayo ni kama gari tano ndo ziliingia ndani ya Gaza kwa ajili ya kuhudumia watu takriban milioni moja na laki tisa au milioni mbili. Aktual gari tano zenyewe zinaonekana zilikuwa zimebeba zaidi, uh, uh, vyakula ambavyo aktual vinaweza vikatumika zaidi kwa watoto na mfano wake, lengo ni kwamba uh, inaonekana kwamba, uh, kwamba, kwamba chakula kinachoingia kisi kisichukuliwe na Hamasi, Hamasi wanaiba chakula. Kwa hiyo chakula hakitakiwi kiingie kiingie kingi, lakini kwanza kufikia katika maamuzi haya ya kuingiza chakula, pamoja na kwamba mwanzo watu kama kina Bezaleli Smotrich walishika msimamo huo kwamba chakula kisiingie moja kwa moja, na ndio washirika wa karibu wa Benjamin Netanyahu. Mabadiliko haya yanatokana na baadhi ya pressure kutoka katika uh, masenata wa, wa, wa chama cha Republican actual ma ambao actually ni masenata ambao wanaiunga mkono zaidi Israel na walimwambia Benjamin Netanyahu kwamba tutakusupport kwa wa kile wanachokitaka, lakini hatutaki tuone picha za watu ambao wanakufa kwa njaa na mfano wake, ndio asili ya Benjamin Netanyahu na serikali yake kuamua kuruhusu kidogo sehemu ya chakula, ili waendelee kupata support ya wajumbe wa, wa, wa mabungi ya Marekani ambao wamekuwa kiingia kingi, kifua Israel katika uh, mahakama kama za ICC na, na mfano wake. Kwa hivyo kutokana na presha hiyo, Benjamin Netanyahu uh, akaonekana kwamba ameruhusu lakini Actually, kwa maelezo ya Benjamin Netanyahu mwenyewe, kwa maelezo ya Bezalel Smotrich, wao wanadai kwamba kuruhusu chakula ni tactical move, ni mkakati, ni move ya kimkakati, sio kwamba labda tunaruhusu chakula tu kwa sababu tunataka turuhusu chakula, it's just a tactical move, kwamba hii ni movement ya kimkakati, na tuna subject au wenyewe wana subject kwamba ni ya kimkakati. Kivipi? Wao lengo lao uh, kubwa ni kuwaondoa kabisa wa Palestina katika eneo la Gaza kuwaondoa kabisa Wapalestina katika eneo la Gaza hakuwezi kuungwa mkono na jamii ya kimataifa. Kwa hivyo, kwa sababu pamekuwa kuna kelele za njaa kwamba Gaza kuna njaa, Gaza kuna starvation na mfano wake, lengo la kuruhusu chakula kiingie ni kutumia mwanya huo kama ni ambrela kama ni mwamvuli wa wao kuendeleza harakati zao. Kwa hiyo chakula kinaruhusiwa kwa lengo la kuondoa kelele za chakula ambazo maseneta wa Marekani pia walijaribu kumwambia Benjamin Netanyahu, ili kelele za chakula zikishaondoka hazitawazuia wao kuweza kufanya kufanya movement wanaotaka kuifanya. Movement ambayo uh, actually bado pia imekuwa inakutana na resistance kwa sababu ya report ambazo zimekuwa zikitoka pia zikionyesha uh, wanajeshi pia wa Israel wanakufa pamoja na kwamba kwa sasa hivi Gaza imefikia katika highest point, imefikia katika pointi ya juu ya kipande cha ardhi ambacho kimeshambuliwa zaidi duniani katika historia ya dunia kuliko kipande chochote, kwa sababu uh, rekodi ya nyuma ilikuwa inashikwa na nchi kama ya Vietnam. Vietnam kwenye miaka ya sitini, Marekani wakati anapigana na vita ya Vietnam, maana yake walifanya mashambulizi yenye uzito takriban tani milioni tano maanake mabomu yaliyorindima katika ardhi ya Vietnam, na ukizingatia kwamba eneo la Vietnam ukubwa wake ni kama kilomita za mraba laki tatu thalathi na moja elfu mia sita na tisini Kwa hiyo ukifanya mahesabu, unaweza ukaona ni takriban uh, mita yani, kwa kila mita ya mraba moja katika eneo la Vietnam, maana yake kulikuwa kuna gramu ya kilipuzi cha takriban gramu 15. Kama yani uh, Gaza, Gaza yake ni kama kilomita za mraba 135 ambao sio eneo kubwa sana lakini mashambulizi ambayo yamefanywa Israel na Israeli toka mwaka 2023 mpaka leo hii ni takriban mabomu ya lori ndima pale ni kama tani laki moja ambao ukitafuta maana yake, kwa uwiano wa tani laki moja kwa eneo la mraba la kilomita takriban 365 unaweza ukaona kwamba inakuja kama takriban kwa kila mita ya mraba moja, maana yake kuna uzito wa bom lenye gram takriban mia mbili kama sabini na tatu uh, point kama tisa saba ambayo tukifanya makadirio, na kama mia mbili sabini na nne ambao ukichukua uwiano wa mashambulizi yaliyofanyika kipindi cha Vietnam, ambayo inachukua uwiano wa inachukua kama kwa kila mita moja, maanake inachukua kama gram uh, kumi na tano point zero saba ya uzito, ukilinganisha na uh, uzito wa gram mia mbili sabini na tatu pointi kama tisa saba ya kila yani, maana yake uzito wa bomu ambalo limekuwa likianguka katika kila eneo la Gaza, maana yake utaona kwamba, uh, uzito wa mashambulizi yaliyofanyika ndani ya Gaza ni mara nane ya ile iliyofanyika katika nchi katika nchi ya Vietnam. Kwa hiyo ina maana yake sasa hivi Gaza imefikia katika piki kwamba ni eneo ambalo limeshambuliwa zaidi kuliko maeneo yote duniani. Kwa hiyo hali imekuwa inakwenda katika namna hiyo. Kwa hivyo uh, Kauli hii ya pamoja ya Canada, ya Uingereza na Ufaransa tunajaribu sisi kuiona ipo katika perspective mbili. Perspective ya kwanza au katika nyanja mbili. Nyanja ya kwanza inaweza kimbeba uhalisia lakini uhalisia ambao unatupa mashaka. Unatupa mashaka kwanza kwa kuzingatia katika hizo nchi tatu ambazo zimetoa joint statement. Statement ya pamoja mojawapo ni nchi ya Uingereza. Nchi ya Uingereza imekuwa hata kwa taarifa za karibu zinaonekana kwamba kuna bado kuna aidha, uh, viungo vya silaha, yani part zile za silaha zimekuwa zikiendelea kuwa supplied ndani ya Israel kutoka katika besi zake ambazo zinapatikana kule Cyprus kama zile za Akrotiri na Zakelia kuna silaha zimekuwa zikichukuliwa kutoka kule, zinakuja katika nchi ya Israel, na Israel wanatengeneza au wanaunganisha, then wanafanya mashambulizi katika eneo la Gaza. Lakini vilevile vile, uh, kwa kutumia ile Royal Air Force ambao actually ni jeshi ile la anga la Uingereza wamekuwa wakiisaidia Israel kwa muda mrefu kwenye kufanya uh, utafiti maana yake kutuma zile ndege wanaziita wenye Shadow R1 kwa ajili ya kufanya tafiti ya kwamba wapi pashambuliwe au sijui wale mateka wanapatikana wapi, na mfano wake imekuwa ikifanyika hivyo mpaka leo. Kwa hivyo kutoa kauli ya pamoja kwamba wataiwekea vikwazo na mfano wake, inatunyima kidogo uhalisia, kwa sababu uh, ukiangalia hata kwa ripoti ya jana inaonekana pia Uingereza walikuwa wakiendelea na operation hiyo, na ukiangalia katika upande kama wa kutumia hiyo Shadow R1, yani kwenye kufanya surveillance ile kutazama kupekuapekua, kwamba labda hao hostage wako wapi au sehemu gani inaweza ikashambuliwa labda na maadui na mfano wake, operation ambazo zimefanyika toka mwezi Desemba uh, mwaka elfumbili na ishirini na tatu mpaka leo hii mwaka elfumbili na ishirini na tano ambao actually inaweza ikakamilisha kama siku mia tano exactly, lakini Uingereza operation wanazofanya ndani ya Gaza zinafika mia tano kumi na nane ripoti ya leo mpaka ya leo, ina ina maana kila siku ni wastani wa kwamba kila siku Uingereza wanafanya special operation ndani ya Gaza kwa lengo la kuisaidia Israel. Kwa hivyo kusema kwamba wametoa kauli ya pamoja ya kwamba wataiwekea vikwazo Israel inatunyima kidogo uh, uhalisia kwamba ni kauli ambayo ina ina mashiko ya moja kwa moja ama ni kauli ambayo imezungumzwa kisiasa. Lakini katika upande wa eh, uh, kwenye upande wa Ufaransa tunaweza tukapata kidogo uhalisia hata kama ni wa mbali, lakini tukapata uhalisia kwanza, kutokana na kauli ya Manuel Macron alipotembelea katika nchi ya Egypt. Uh, alizungumza pale Egypt kwamba Ufaransa wanakusudia kuanza kuitambua Palestine kama ni nchi huru. Hilo la kwanza, lakini la pili, pamekuwa na coalition au mgongano wa hapa na pale baina ya Benjamin Netanyahu na Manuel Macron kuhusiana na operation kama hiyo ya uh, Gideon Chariot ambayo imekuwa ikifanyika kuanzia tarehe kumi na saba ya mwezi Mei. Kwa hiyo actually, tulichokuwa tunajaribu kuangazia hasa tunaangazia uh, hatua hii ya Israel kujaribu kutoa sehemu ya uh, kizuizi kwamba chakula kiweze kuingia uh, ndani ya Gaza. Actually tunaona bado ni tactical move kama alivyozungumza mwenye Benjamin Netanyahu, kwamba tunapaswa turuhusu chakula kiingie, kwa sababu hiyo ndio move, ni tactical move itakayotusaidia siweze kufikia katika malengo yetu, lakini the same ways, vile vilevile ni move ambayo imekuwa supported na Bezalel Smotrich ambaye ni mtu anajulikana kwamba misimamo yake ni mikali na katu, katu, watu walikuwa wameshika msimamo kwamba chakula kisingie, maji yasiingie na chochote kile kisiweze kuingia ndani ya eneo la Gaza. Pamoja na kwamba pia pamekuwa na uh, ukinzani au upinzani kutoka katika baadhi ya nchi, kwa mfano waziri uh, mkuu wa nchi ya Spain Pedro Sanchez katika moja ya kauli zake ndani ya bunge alizungumza kwamba hatuwezi kufanya kazi, kufanya biashara na na uh, genocide state, yani maana yake nchi ambayo inafanya mauaji ya kimbari, maanake akikusudia nchi ya Israel, pamoja na kwamba Israel walijaribu kuchukua hatua ya kumwonya au kupeleka onyo kwa ambasada yule uh, balozi wa nchi ya Spain ndani ya, ya, ya Israel, lakini pamekuwa kuna opinion tofauti, pamekuwa kuna maoni pia ya tofauti yakiashiria kwamba kuto kukubaliana na kile ambacho kinaendelea ndani ya eneo la Gaza, pamoja na kwamba uh, bado kunaonekana kwamba kundi kama la Hamas wamekuwa wakiendelea kutumia gorilla tactics kwenye kujaribu kupigana na shida kubwa zaidi inakuja katika malengo ya Israel, ndio maana ina, inapelekea kwamba mpaka sasa hivi anakuwa kama hakuna hakuna makubaliano ya moja kwa moja. Kwanza kabisa ni msimamo wa Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu msimamo wake ni kwamba hatuwezi kumaliza vita kwa namna yote, lazima tufikie hatua kwenye kufanya, kwanza kufanya elimination ya Hamas, kuiondoa Hamas, lakini vile vilevile kudisarm eneo la Gaza. Manake eneo la Gaza kisipatikane kikundi chochote chenye kumiliki silaha, kwa sababu viko vikundi vingine kama Islamic Jihad pia wapo ndani ya Gaza na wenyewe wana hodhi baadhi ya maeneo na na vikundi vingine wamekuwa wakipigana ndani ya Gaza. Kwa ina maana kuna lengo pia hilo ya kuondoa Hamas, kuiondoa katika nafasi ya kiutawala, kuondoa katika nafasi ya kijeshi, vile vile kuondoa I mean uh, ile tunasema udhibiti wa silaha ndani ya eneo la Gaza na vilevile, kulikonga eneo la Gaza, kulitawala, kulikalia, kulitwaa lile lile eneo la Gaza, jambo ambalo ukiangalia kwamba weza au hostage wametoka au hawajatoka, maanake Israeli wenyewe taendelea na operation yao. Kwa hiyo kitu ambacho wa kinakuwa wakati mwingine ni kigumu kuweza kukusanyika mahala pamoja kwamba yani hoja za Israel na hoja za Hamas haziwezi kuunganishwa kuweza kutengeneza solution ya mgogoro unaoendelea. Kwa hiyo matokeo yake imekuwa ni kama hivyo starvation, kuna hali ya njaa, lakini vivyo hivyo watu wamekuwa wanakufa wanakufa zaidi. Na kwa sasa tulipofikia, uh, actually hatuoni solution ya moja kwa moja, kwa sababu mtu aliyekuwa na solution moja kwa moja alikuwa ni Donald Trump. Donald Trump alikuwa na solution ya moja kwa moja. Donald Trump akizungumza kitu kumwambia Benjamin Netanyahu, Benjamin Netanyahu hawezi kupinga, anaweza kalazimika kukubali, lakini kinachoonekana movement ya siku ya nyu, siku za nyuma ambayo ilikuwa inaonekana kama Donald Trump hakubaliani uh, uh, kubaliani na na, na na Benjamin Netanyahu mpaka kufikia hatua ya kumuhuzulu uh, Mike Waltz alikuwa ni mshauri wa masuala ya kiusalama wa nchi ya Marekani kwa kutuhumiwa kwamba alikuwa akifanya uh, mazungumzo na Benjamin Netanyahu au na Israel kwa namna gani kuifanya Marekani iweze kuishambulia Iran, jambo ambalo uh, Trump lilimuudhi na akaamua kumfukuza na badala yake, maanake Michael Rubio akaweza kuhodhi sehemu zote mbili, achilia mbali kuwa waziri wa mambo ya nje, lakini vilevile vile kuwa kama mshauri pia masuala ya, ya, ya, ya, kuna, kuna ni ni ya Donald Trump kutoka Middle East, kurudi Marekani. Ugomvi au hana shida na Benjamin Netanyahu, maana yake alishindwa kufanya condemnation, hata kulaani kile kinachofanywa na Benjamin Netanyahu. Hilo la kwanza, lakini la pili, hapakuwa na statement ya moja kwa moja kutoka kwa viongozi wa Kiarabu kuanzia kwa Mohammed bin Salman kule Saudi Arabia kwenda kwa amiri wa Qatar, lakini vile vile kuja kwa Mohammed bin Zayed wa, wa United Arab Emirates. Hakuna mtu aliyeweza kutoa kauli ya moja kwa moja zaidi ya kumpa deal nono zaidi Uh, Donald Trump za takriban trilioni nne pesa nyingi sana. Ukubwa ulichoweza kusekiwa labda ni ishu ya Siria, kwamba Siria iondoliwa katika sanction na Siria lakini imepewa kondishen moja iweze kufanya normalization na Israel, jambo ambalo Bashar al-Assad Hafidha al baba wa Bashar al-Assad wote walikuwa hawa hajawahi kuafikiana na hilo, lakini kwa mara ya kwanza maanake utawala wa Hayat al-Tahrir ya Sham umeingia na umelazimishwa kukubaliana na kufanya normalization na Israel, na itabidi wafanye hivyo ili waweze ku, kuendelea ku survive, na hilo bila shaka haliwezi kubadilisha plani ya Israel katika upande wa kusini mwa, mwa, mwa Syria kwenye kuendelea kuhodhi baadhi ya maeneo wakiwa na fikira ya kwamba ifikie hatua waweze kufika katika katika mto katika mto Euphrates. Kwa hivyo, na calculation nyingine ambayo inaonekana kwamba ilikuwa ime imetengenezwa katika ule ile coalition ile mgongano baina ya, ya, ya Donald Trump na Benjamin Netanyahu ni kwa sababu ya hii tu kwamba alikuwa hawezi kwenda mashariki ya kati wakati anaonekana kwamba wanacheka na kuongea na Benjamin Netanyahu kwao lazima itengenezwe mazingira ionekane kama kuna hali ya ugomvi ili Benjamin Netanyahu na mimi na, na, na, Donald Trump atakapokwenda mashariki ya kati basi ionekane kwamba kuna matumaini, na ndio maana vyombo vingi vya habari vilikuwa vikiripoti labda uh, Donald Trump atasema kwamba anaitambua Palestina na mfano wake, kitu ambacho in reality hakiwezekani, kwa sababu ya watu waliomweka pale uh, Donald Trump, maanake wafadhili wakubwa ni jamii ya Kiyahudi inayoishi ndani uh, ya Marekani kiongozwa na baadhi ya vyama vyao au taasisi zao kama IPAC, American Israel Public Affairs Committee. Kwa hiyo, mfano wa situation ya namna hiyo. Kwa hivyo ukiangalia mazingira jinsi yalivyo paka sasa hivi hakuna solution ya moja kwa moja. Na hata hawa wanaozungumza Ufaransa, Uingereza na nani hawawezi ku reach kwenye solution ya namna yote. Midhali Marekani ameamua kuwa katika upande wa Israel. Kwa hiyo hakuna anayeweza kufikia katika malengo ya kwenda kinyume na msimamo wa Marekani. Katika upande wa Middle East mmoja tu ndio alikuwa ana uwezo kuendelea kufanya disturbance ilikuwa ni kundi la Houthi ndio watu pekee ambao walikuwa wanaweza kuendelea kufanya disturbance. Lakini calculation iliyokuwa imefanyika mapema na Saudi Arabia ilikuwa ni calculation ya kwenda kuongea na Iran, kwenda kutuma baadhi ya wajumbe kwenda Iran kujaribu kupeana uhakika kwamba hatutoruhusu ardhi yetu itumike kushambulia wewe na mfano wake, na kukubaliana katika baadhi ya mambo. Makubaliano ya Saudi Arabia, makubaliano ya jamii ya kiarabu yoyote na Iran maana yake inawanyima wahuthi kufanya movement kubwa ya namna yote ambayo ingeweza kufanya disturbance pale mashariki ya kati, kiasi ambacho kupelekea kwamba Marekani aone kwamba sasa washirika wake wapo katika hali ya, ya hatari kwao, lazima naye afanye jambo kwenye kusolve solution. Maana yake huu wahuthi lao angeweza kufanya blockage ya meli za gesi na mafuta katika uh, kule katika Gulf of Persia Persian Gulf katika Strait of Hormuz kule katika upande wa Irani na Katari na mfano wake wangeweza kufanya blockage kule, wangeweza kufanya blockage. Wangeweza kufanya mashambulizi pia katika sehemu ya bahari ya Hindi, wangeweza kufanya mashambulizi pia katika sehemu ya uh, uh, Mediterranean I mean, uh, bahari ya Sham, Red Sea. Maana yake ingeleta disturbance kubwa, ingeleta shockwave kubwa kiasi ambacho ingepelekea kwamba watu wafikiri tofauti namna gani ya kuweza kufanya compromise, lakini kwa hichi ambacho kimeendelea mpaka sasa hivi hatutegemei kama patakuwa kuna definite solution, kuna solution ya uhakika kuhusiana na ishu ya Gaza rather than hapo. Mbali na hapo, tunachokiona ni kwamba kuna uwezekano mkubwa inaweza ikachelewa, lakini kuna uwezekano mkubwa yakatokea mauaji makubwa ambayo hayajawai kutokea katika miaka ya karibuni kuanzia uisha kwa vita kuu ya pili ya dunia. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kile ambacho uh, tumejaribu kukitazama na tukasema tushie na wewe ili kuweza kuona kwamba uh, tukitaraji kwamba unaweza ukapata faida kwa upande mmoja au mwingine. Jina langu ni Maulid Halim Mnukwa. Nukwa ni kuombe tu usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na mda mwema.